Narudia kusema pona ya Ayatollah na utawala wake uliopo sasa hivi ni kukubali kukaa nini mezani, kulimaliza hili jambo. Nazungumzia mambo ya mustakabali wa, wa kinabii hapa, sema mustakabali wa kinabii, pona ya Irani ni bora iamue kuingia maliziano Naazingatia hilo. Pona ya utawala ambao hivi, sahivi sindio, ni bora ikubali kufikia nini maliziano na Marekani especially kuhusiana na nuclear program ambaye ambayo tunajua Donald Trump alitoa siku 60 kwa taifa la Irani na uongozi wake wafikie mwafaka, sindio? siku stini zikaisha, mwafaka hakuna, siku ya stina moja Yaani siku moja baada ya, ya kushindikana kwa ule mwafaka, Irani ikijua labda siku zitaongezeka Israeli imeshambulia, sawa na ili utawala uliokuwa sasa hivi wa Ayatollah eh, uweze ku, kuendelea wanatakiwa wafikie hayo malizi maliziano kwa jinsi yoyote ambao ambayo utawala uliokuwa sasa hivi wa kiongozi wao Amen ambaye yupo sasa hivi ambaye yeye amehifadhiwa hai kwa kadiri ambavyo wataweka ugumu wa moyo sawa, na kusema tunajibu mashambulizi kinyume na Israeli, yafuatayo yatatokea. Sema yafuatayo yatatokea. Uh, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ana divine assignment ya kuondoa utawala ambao uko sasa hivi na kuweka utawala mwingine. Sio kama kuna mtu ameelewa maana yake. Ayatollah, kwa kadiri ambavyo ataweka shingo ngumu na kusema tutaendelea kujibu nini, majibu, na ikaibuka vita sasa, inaitwa full scale war, amen na ikatangazwa kabisa, hii ni vita kati ya Israeli na nani? na Irani. Uwe na uhakika kinachofuata ni kwamba utawala uliopo sasa hivi wa kiongozi mkuu wa Irani Ayatola utadondoka. Watafanyaje? Utadondoka, zingatia, naongea tu eh, taratibu mtu wa Mungu, sema taratibu. Sasa nataka niwaambie jambo moja, mataifa mengi ya Kiarabu, pamoja na kwamba hayajakili waziwazi, ndani ya mioyo yao wanafurahia na wanaombea Benjamini Netanyahu audondoshe utawala wa Ayatola ndani ya Irani. yeah. no, what, here what I'm saying. Amen. Kwa hiyo kitu kinachoitwa kunaweza kutokea machafuko ndani ya mashariki ya kati, si ndio? Na ule ukanda ukaingia uka katika vita vya mataifa kugawana, akipo mambia janako akipo amen. Kuna ajenda ya nyuma ya pazia ya mataifa ya Kiarabu, wanatamani utawala wa Ayatollah udondoke ili izaliwe Middle East mpya. Amen, you understand, ili izaliwe Middle East mpya ambayo ni Middle East ambayo iko civilized. Haleluya kwa wako ambao watainuka na kuzungumzia mdomoni tu, tuapa hey, Israel hey. Lakini nyuma ya nini, ya paazia wanasema, chapa huyo chapa huyo, ondoyo. Narudia kusema, pona ya Ayatollah na utawala wake uliopo sasa hivi ni kukubali kukaa nini mezani, kulimaliza hili jambo. Namna yoyote ambayo atataka ku, kujitutumua itabackfire kinyume naye mabeya na yako, namna yote ambayo atataka kujitutumua itafanyaje? Ita backfire.